Unaiona hii makeup niliyofanya nzuri sana. Naomba nikufundishe jinsi ya kufanya makeup hii hatua kwa hatua. Mwanzo kabisa nilimsafisha mteja wangu. Hii ninachotumia hapa ni styling soap. Itanisaidia kwenye kulaza nyusi za mteja wangu. Nitalaza kwa kutumia brush hii ambayo unaiona ni ile ambayo tunatumia mara nyingi kwenye kuchania nyusi. Kwanza hakikisha unaanza kwenye mwanzo wa jicho, katikati na kwenye ncha kabisa, na upande wa juu utaweka pointi zako hivyo ili hata ukienda kuchora ule uwanja wako usiweze kupishana. Sasa kwao, nitakwenda kuunganisha uwanja wangu kama hivi ambavyo unaona hivi, sawa? Yes, kwao nitachora frame upande wa chini, alafu nitakwenda kuchora frame upande wa juu. Naomba nikwambie kwamba jina langu ni Farida Othman, karibuni sana Farida Beauty Academy. Tunafundisha mambo yote ya saluni, kufanya makeup kutengeneza nywele, nywele natural, kusuka, kuosha, kuseti, kupamba maharusi, yani vitu vyote ambavyo vinahusiana na saluni sisi tunafundisha. Chuo chetu kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Namba zetu ni hizo ambazo unaona katika skrini yako, ada kuanzia laki tatu mpaka shilingi laki sita. Kwa wale ambao mnahitaji vifaa vya makeup kama seti nzima, ambao unaitumia hapa, seti utaipata kuanzia shilingi laki mbili mpaka shilingi laki tatu na nusu, na kila seti utakuwa na uwezo wa kumremba mteja

mpaka mwisho, niandikie comment kuna kitu sasa, nitachora, ah, yangu kabisa kama kuhu, kamkuna kitu kuna kitu unahitaji kujifunza kwenye comment. Kama unahisi kifaa ninapokitaja mara nyingi unakuwa unasahau basi. Ukiwa naangalia video kama hii vyema, ukawa na kalamu na daftari lako, ukawa una notes zile hatua kwa hatua, kwa sababu mpaka tufike mwishoni, kama ndo unaanza utajikuta kuna na vitu ambavyo utakuwa umevisahau. Sasa umeshasoma makeup kama hivi kwenye YouTube channel hii ya Farida Othman unahitaji kutuma ile feedback. Sasa, kwenye magupi yetu ya WhatsApp unachotakiwa kufanya Hakikisha kwanza umeshagusa button ile iliyoandikwa subscribe hapa chini. Kama tayari ulikwisha kusubscribe, nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaona kwenye screen niambie tu naomba nitumie linki nitakutumia. Kama umetuma hujatumiwa, nitumie tena message nitakutumia linki yako. Upande wa juu nitatumia foundation kudefine uwanja wangu. Kwa nini natumia foundation? Kwa sababu sitaki uwanja wangu ninapochora uwe na weupe ue weupe. Au ungavu wa concealer upande wa juu. Upande wa chini nahitaji ungavu hivyo, upande wa juu asihitaji uwe na mwonekano huo. Sawa? Okay, kwa tuta tutashep uwanja wetu kwa kutumia foundation upande wa juu kama hivi ambavyo unaona alafu, tutakwenda kuendelea ile hatua ambayo inafuata. Kwa wewe ambao unahitaji mafunzo ya live kujifunza makeup mambo mengi mengi mengi, njoo darasani, tutakufundisha hatua kwa hatua, wala hakuna ambacho utakipoteza. Tutakufundisha na utaweza kufanya kazi yako. Ambao umemaliza form 6 umemaliza darasa la saba, wakati ndio huu, njoeni darasani uweze kujifunza. Mama wa nyumbani upo, una fani yoyote, njoo darasani, tutakufundisha vizuri na utaondoka okay, ukiwa unajua kila kitu sasa kama utakuwa unahisi ukiwa na chora banja kama hivi, matokeo hayatokei haraka, unachotakiwa kufanya ni kutuma zile feedback, sisi tutakwambia, umekosea hapa, ongeza hapa, punguza hapa. Vifaa vya makeup vipo set nzima kuanzia laki mbili laki mbili na nusu laki tatu na nusu laki nne mpaka laki nne na nusu kwa sababu unahitaji na mabegi ambayo ni makubwa. Sawa, kwenye kupaka eyeshadow nitatumia base, base ambayo itasaidia mimi eyeshadow yangu ishike vizuri. Kwa nita apply base yangu kama hivi ambavyo unaona, nita i-blend vizuri vizuri vizuri vizuri, alafu nitakwenda kutumia poda. Natumia poda kwa ajili ya kuuficha zile konsila zangu, lakini naweza kutumia poda kama naweza nikatumia poda kama eyeshadow sasa, kwa hiyo vyote vinawezekana. Kwa nita i-blend vizuri kama hivi ambavyo unaona, sambaza sambaza sambaza. Kwenye eyeshadow unaweza kuanza na rangi ambayo iko dark zaidi, unaweza kutumia poda nyeusi ya mtu mweusi na ikashika vizuri kwa sababu rangi yake ni kama ni brown flani hivi, kwa hiyo nita blend shade yangu hivi ambayo unaona, kwa sababu mimi nataka rangi ambayo naipaka leo ikaonekane zaidi, nitarudi, uh, kwenye base nitakwenda kutumia base yangu, nitakata mkato ambao nauhitaji. Nategemea sasa unakata mkato wa aina gani. Kwa hiyo unaweza ukata mkato mkubwa zaidi, mkato mdogo ukakata shape, kwa hiyo ni wewe tu na mteja wako. Kwa hiyo nitakata mkato eyeshadow yangu uh, kama hivi ambavyo unaona kisha nitakwenda kui blend vizuri tu sasa, kwa nita kata hivi ambavyo unaona, then tutarudi kwenye kui blend, blend, blend. Paka base yako ikae vizuri, kisha kwenye rangi, mimi nataka nitumie rangi ambayo ni tulitumia ni kama njano fulani hivi, sawa? so, tulitumia njano kwa sababu tulihitaji rangi yangu ishike sana, kwa hiyo utapaka rangi yako ya njano kama hivi ambavyo unaona alafu tutakwenda kuendelea kwa nipaka rangi yangu hivi ya njano ikashika vizuri kabisa. Sasa okay, kwa tutakwenda kuiblend Blend rangi yako kama hivi hiv ambavyo unaona blend tu vizuri kwenye eyeliner. Nita eyeliner nitatumia nitachora eyeliner ambayo sio pana sana wala sio nyembamba sana, kwa hiyo vyote vinawezekana. Chora eyeliner yako kama hivi ambavyo unaona sawa. Nyoosha eyeliner yako vizuri kabisa. Hii itasaidia kuchonga jicho la mteja wangu, lakini pia itaniletea matokeo mazuri na ya haraka zaidi. Una uwezo wa kubandika kope, in case kama mteja anahitaji, na una uwezo wa kuchana tu nyusi zako ya maskara kama mteja wako hatohitaji kubandika kope. Sasa, okay. Hai nita shape kama hivi ambavyo unaona, afu blend blend blend blend vizuri Sawa, kwenye kope nitatumia tu kope za mkanda kwa sababu mteja wangu akichamaliza hapa ni modo tu. Kimaliza ataenda kufuta makeup yake. <laughs> Haitoka ataenda ukaa nao labda siku mbili. Kwa hiyo hizo kope hata kutakuwa na matumizi nazo. Kwa hiyo unaweza kuandika bandika kope ya mkanda kama hivi. Foundation zipo. Moja ni na shilingi elfu ishirini na tano na uzuri wa foundation zetu sisi ni full coverage. Nauwezo kumpaka mteja na foundation ikashika vizuri kabisa. Sasa Blend, blend, blend, blend, blend vizuri, foundation yako alafu twende tukaendelee na hatua nyingine ambayo inafuata msingi mzuri wa makeup yako ambao ni foundation ambayo iko coverage ambayo itaziba madoa yote; itakupa muonekano ambao ni mzuri. Kwenye ku contour na ku highlight, naweza kutumia concealer ya tube au concealer zile zile za palette, kisha tutakwenda kuziblend vizuri kabisa. Sasa, kwa kama utakuwa kuna sehemu hujaelewa, Niandikie kwenye comment. Kama utakuwa unahitaji kujifunza zaidi, karibuni kwenye madarasa yetu. Kwa wale ambao ni maharusi, tunapamba maharusi; kama ni maids, tunapamba maids. Tunafanya makeup za aina zote, weka booking yako, namba ni hiyo ambayo unaona kwenye screen. Baada ya kublend kila kitu vizuri, tutarudi kwenye upande wa poda, tutakwenda kupaka poda yetu na kupata ile finishing ambayo itakuwa ni nzuri kabisa, kabisa. Sasa Naomba nikukumbushe mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Karibuni sana. Wale ambao mnatokea nje ya mkoa wa Dar es Salaam, hosteli zipo. Kwa wale ambao mpo Dar es Salaam hapa hapa pia tunapatikana Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Jinsi ya kujiunga na chuo namba ni hizo ambazo na kwenye screen na uzuri ni kwamba nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Sasa, vifaa vyote nilivyotumia hapa una uwezo wa kuvipata na ukapata mwonekano huu ambao nimeupata mimi hapa. Kwa hiyo vyote vinawezekana. Setting powder nitakwenda kupaka zile sehemu ambazo nilizi nili highlight tu. Kwa hiyo kawe ambayo tutahitaji, vifaa pia tunakukaribisha, na uzuri ni kwamba sisi ukinunua vifaa kwetu, darasani bure wiki nzima. Utanunua yani, vifaa utaingia darasani, tutakufundisha hatua kwa hatua na utaondoka, ukiwa unajua kabisa. Sasa kwa ni type blend kama hivi, setting powder yangu, then nitaifuta, nitakwenda kupaka blusher. Naweza kupaka blusher rangi tofauti tofauti kulingana na vile ambavyo wewe unahitaji. Sawa. Then kama hivi. Alafu tuende tukamalizie na poda zile sehemu ambazo hatukuzifix vizuri. Usipake blush ya kushaini sana sana. Yes, blend kama hivi, then tuende tukapake lipstick nitatumia lipstick ya palette hizi lipstick nimekuwa nikizitumia mara nyingi huwa napenda lipstick ya palette kwa sababu napata zile rangi ambazo ninazihitaji yani rangi zote ambazo nahitaji zipo unaweza kuanza na dark kama hivi afu katikati ukaenda kumalizia na ile shade ambayo unahitaji kwa hiyo blend blend blend blend it well isambaze lipstick yako vizuri nenda kapulizia makeup fix yako kupata ile final Taji. Una swali na chochote niandikie kwenye comment. Unahitaji kujifunza zaidi, karibuni kwenye madarasa yetu. Hakikisha una like video hii, una share na watu wengine. Hii ni final touch. Mimi ni Farida Othman. Hii ni fresh from camera, no filter, no editing. Njoo darasani tuwafundishe kufanya makeup nzuri ambayo itakupa muonekano mzuri na utakuwa mtu mzuri kwenye soko hili la makeup. Mimi nasema asante na karibuni sana muendelee kujifunza nasi. Una chochote niandikie kwenye komenti. Kwaherini, bye. bye.